Dr. Saidi alimaarufu Msitu Mnene, tiba asili na tiba mbadala. Nimewasili katika wilaya hii ya Nzega, eh, katika mkoa huu wa Tabora. Nimekuja hapa kwenye viwanda vya mashine, kwa bahati nzuri nimekuja kumtembelea ndugu yangu eh, Mgogo, ambaye ni Ndefao. Huyu Defao nilimkuta siku moja hapa analalamika macho, anasema macho sioni vizuri. Nikamwambia mtani wangu Mgogo, ni kitu kidogo sana, ichichukuaka kadawa kaweke. Ndugu yangu Defao, habari za Nzega? Salama, eh, salama kabisa. mambo ipo bie eh? Vipi, ulitumia kadawa ka kutibu macho, ulikatumia vizuri? Nilitumia yani kulingana maelekezo, ndio Eh, kutwa mara tatu barabara, tumia vizuri ndio na mpaka sasa nuru ya macho ndio naiona, iko fresh. Una uwezo wa kusoma hata message ulikuwa unalalamika kwenye simu, unasoma vizuri, hata kuandika tena, hata kama mrembo awe mitamia antai, huyo anafaa au <laughs> afai? Ndugu watazamaji, eh, nafikiri huo ndio ushuhuda wa ndugu yangu bwana Defao, katika kiwanda cha mashine na mimi Dokta Saidi, kama mnavyojua, mtu yoyote atakayehitaji dawa aina zote, kuanzia tezi dume upasuliwi, pressure na sukari naitibu kwa kiwango kikubwa, bawasiri huwezi ukakatwa, mshipa wa ngiri, dawa za nguvu za kiume, dawa za uzazi, UTI, typhoid, malaria na zinginezo nyingi, awasiliane na mimi kupitia namba ya sifuri sifuri saba. Moja, tano nane tatu moja nairudia: sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa. Nairudia: sifuri saba tano sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa. Namba nyingine sifuri saba hamsini na nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane. Nairudia: sifuri saba tano nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane. Ndugu yangu Defao, yes, mimi nilikuwa nimekuja kukusalimia jamaa yangu. Hiyo inaitwa Fula Matali.